Na mambo vipi? Naitwa Remika na hii hapa ni RMG Gospel TV, nikiwa na kaka yangu ambaye tuko naye hapa, na kwa leo nimebahatika kukutana naye kwa siku ya leo, tukiwa kwenye msiba, na leo tume, tumefika tamati. Habari yako kaka? Ah, salama. Naitwa nani, ya kwa majina kamili? Naitwa Bia ya Mungu ya Mungu, umetokea sehemu za mbali au kwa hapa kesi? No, naishi hapa hapa Kansas City, na, na kutokana na msiba huu ambao umepitika kwa siku ya leo au ambao umefanya au, au msiba ambao umetupata kwa siku ya leo kuna kitu cha kuambia vijana na watu wengine mm, cha kuambia vijana ni tu, tuangalie ya, ya kesho maana Twambo ametuacha na kama ametuacha, tunatakiwa tujifunze kwa hili na hakuna naye aliyetarajia tarajiay, yeah. maneno nzuri, so inatakia tu vijana tu, tu, tu yani tu tuishi ki ki kikamilifu, yeah. Yeah. Kwa sababu kuna watu wengine ambao labda wakiambia kufika kwenye misiba hususan sana ni wa, wa vijana kama sisi, kuna wengine ambao labda wakisema kutoa michango au watoe michango, unaweza so kuambia kitu ganya au watu

do umalizia akaunti yako yote hapana. Tuetujitai kutoa iyo michango maana michango inayosaidia jamii watanunua nani sehemu ya kuwekea mambo kama tu, hiyo michango sio hela ndefu sana ya kuwekea mawazo. Asante ulikuwa nami na shukuru kwa muda wako, na pia Mungu akubariki. Na pole kwa sisi wote ambao ni msiba ambao umetugusa, na asante kwa muda wako. Mungu akubariki sana. Karibu kwenye Ray Mika Gospel TV. We depend on each other.